Kazi iendelee, tuko pamoja. Jeshi zuri ni lile jeshi lenye askari wajuzi na silaha za kisasa. Ni lazima umnyamazishe adui asiweze kunyanyua nini, kunyanyua kichwa. Sasa ukiweza kupiga risasi asilimia themanini kwenye target, wewe unaelekea kulitengeneza jeshi nzuri. Hata kama ukiwa uwanja wa vita, unapigana vita ukapewa maelekezo kwamba rudi nyuma, usianze kwamba afande, mimi naweza nikampiga adui. Inawezekana kuna maslahi mapana ya ki, kiusalama, lakini inawezekana wataka turudi nyuma ili tumpige vizuri adui. Nidhamu ya vita inakutaka uwe jasiri na shujaa, usiogope kifo. Kazi iendelee.